Wakati Tanzania ikifahamika kwa kuwa na gereza lenye ulinzi mkali maarufu kama Keko au gereza la Segerea, huku Uganda ikiwa na gereza la Luzira lenye ulinzi wa hali ya juu, ambapo magereza hayo yote yana udhibiti mkali juu ya kinachoingia na kinachotoka, iwe binadamu, mnyama au taarifa, sambamba na ukaguzi mkali kwa wageni na wafanyakazi, kule Kenya kuna gereza linalojulikana kuwa hatari zaidi Afrika Mashariki. Ndani ya gereza hili utakutana na wafungwa uliozoea kuwasikia wakiripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa. Kamiti Maximum Security Prison ni gereza huko Nairobi, Kenya. Gereza hilo liko ndani ya wilaya ya Kasarani inayopakana na kaunti ya Kiambu. Katikati ya mashamba yenye ekari elfu moja mia mbili ambayo yamefugwa na hayajatunzwa. Gereza la Kamiti la usalama wa juu ni mojawapo ya gereza maarufu sana nchini humo likijulikana, likijulikana kwa wafungwa wake wa uhalifu wa hali ya juu na gereza lenye hatua kali za usalama. Kamiti limekuwa kitovu cha mijadala kuhusu mfumo wa haki za wahalifu nchini Kenya. Ni gereza ambalo Mtanzania Rashid Charles Mberesero alijimaliza uhai wake, aliyefungwa kwa tukio la kigaidi la shambulizi la chuo kikuu cha Garisa lililotokea Aprili 2, 2015. Hii ni sehemu ambayo hutakiwi kwenda, lakini endapo utaamua kuvunja sheria na kujikuta ndani ya nondo na kuta za Kamiti, ndipo utafahamu ya kwamba sio sehemu salama kwa binadamu. Gereza la Kamiti la usalama wa juu lilianzishwa mwanzoni mwa karne ya ishirini, ambalo awali lilijengwa kuhifadhi wafungwa wa kisiasa wa kikoloni, ambapo Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya, aliwahi kufungwa na serikali ya kikoloni ya Uingereza kutokana na harakati za kupinga ukoloni na kupigania uhuru. Kwa miongo kadhaa, gereza hilo limekuwa kituo maalum kwa ajili ya wahalifu hatari zaidi nchini Kenya. Gereza hilo limeshuhudia ghasia nyingi, majaribio ya kutoroka na mabadiliko makubwa katika sera za usimamizi na usalama. Kamiti imezungukwa na kuta zenye urefu wa futa kumi na zilizowekwa waya wenye miba ili kuzuia majaribio ya kutoroka. Minara mirefu kwa ajili ya walinzi imewekwa kimkakati ili kutoa mwonekano wa nyuzi 360 kwenye uwanja wote wa gereza. Wafungwa ndani ya Kamiti huwekwa kwenye sero zilizoimarishwa kwa zege na nondo ili kudhibiti kutembea hovyo ndani ya gereza, huku kamera za uangalizi zikisambaa katika gereza lote ili kufuatilia shughuli za wafungwa mfululizo. Mbali na kuwa lenzi za kamera zinazofuatilia wafungwa, upekuzi wa mara kwa mara ili kuzuia magendo sio kitu cha kukosa. Kutokana na aina ya wafungwa, gereza hilo huajiri walinzi ambao hupitia mafunzo makali ili kushughulikia hali hii hatarishi. kile inapofika saa kumi na moja asubuhi, masikio ya wafungwa yamezoea kusikia sauti za kuamshwa. Hii ni ishara ya kuwa siku nyingine imeanza ambapo mwingiliano wa wafungwa unakuwa ukidhibitiwa. Ni muda wa kutoka kwenye vyumba vya sero vilivyozidiwa na idadi ya wafungwa kwenda maeneo ya kazi. Gereza lililojengwa kwa ajili ya wafungwa elfu moja, lakini limezidiwa na idadi ya wafungwa, limebeba wafungwa takriban elfu tatu mia sita wanaoishi kwenye changamoto kubwa za kimaisha masuala ya afya ya kibinadamu ni kitu cha kawaida, lakini upatikanaji wa huduma za matibabu ni mdogo. Kutokana na aina ya wahalifu waliopo ndani ya Kamiti, mawasiliano na ulimwengu wa nje yanadhibitiwa na pengine husababisha kuathirika kwa uhusiano kwa, kwa familia za wafungwa na wafungwa wenyewe. Na endapo mfungwa akibahatika kuwa na simu eneo la gereza basi simu itakuwa ni kama kipande cha sabuni tu kutokana na kuwepo kwa vizuia mawimbi vya simu maarufu kama telephone jammers. Gereza hili lina watu wengi hatari wanaohusishwa na makundi ya kigaidi kama Alshabab. Jambo hilo linaongeza hatari na matukio ya ghasia ndani ya gereza. Vurugu na shughuli za magenge ni sifa maarufu ndani ya Kamiti, na hii huambatana na vita kali kati ya wafungwa ambapo mara nyingi husababisha mauaji na vipigo vya kikatili. Kwa wengi wa wafungwa, kujiunga na kundi kunawapa ulinzi dhidi ya wa wafungwa wengine wanaoweza kuwatisha au kuwadhuru. Katika gereza lenye vurugu nyingi, ushindani na ukatili, sehemu ya kujiunga na vikundi husaidia wa wafungwa kuishi, hasa ikiwa hawawezi kujilinda wenyewe. licha ya kuwa na usalama mkali, Kamiti limekuwa na visa kadhaa vya kutoroka kwa wafungwa hatarishi ambao wamehusika kwenye matukio mbalimbali mbali ya kigaidi ambapo yaliwahi kutokea ukanda wa nchi ya Afrika Mashariki. Hii inaonyesha hali ya hatari na kukata tamaa kwa wafungwa. Ndani ya Kamiti, wafungwa wote wanajua kitu kimoja. Hii sio sehemu ya binadamu kuwepo. Ni sawa na kukutana na kifo uso kwa uso. Na unajua, binadamu akikutana na kifo ni nini hutokea? Ni kukimbia kadri awezavyo. Simulizi ya kutisha zaidi ya gereza hilo ilitoka kwa aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Nakuru Jonah Anguka, ambapo katika kitabu chake cha Absolute Power cha mwaka 1998, Anguka aliandika kuhusu Kamiti sehemu ambayo ilishawahi kuwa nyumbani kwake kwa takriban ya siku elfu moja kutokana na kutengenezewa na kesi ya mauaji ya aliyekuwa waziri wa masuala ya kigeni ya Kenya, hayati Dr Robert Ouko. Huko Anguka alijikuta akitumikia kifungo kwa takriban zaidi ya siku elfu moja. Baadhi ya nukuu kutoka kwenye kitabu chake, Jonah Anguka aliandika ni kwa bahati mbaya kwamba mfungwa ataondoka gereza la Kamiti akiwa mzima. Vyombo vya kupikia na kulia mara nyingine havioshwi kutokana na uhaba wa maji unaoendelea na ukosefu wa sabuni. Kwenye kitabu chake amenukuliwa akiandika kwamba pia, ukimwi ni jambo ambalo linaharibu wafungwa huko Kamiti, na akaendelea kuandika kuwa sindano zinazotumiwa kuwadunga wafungwa ni za kutupwa lakini kwa sababu ya uhaba hurudiwa na kutumiwa tena na tena mpaka kufikia kupinda na sindano hizo kuwa butu. Pia kwenye kitabu chake alielezea ni jinsi gani mfungwa mwenzake alikuwa anaumwa na ugonjwa wa moyo, ambapo hali yake ilidhoofika na mamlaka iliarifiwa pasipo kuchukuliwa hatua, ambapo usiku mmoja hali yake ilizidi kuwa mbaya. Wafungwa wenzake waliwasihi walinzi wawasaidie, lakini bila mafanikio. Walinzi hawakufungua hata sero. Mfungwa huyo kwa bahati mbaya alifariki huku wenzake wakimtazama bila msaada. Hadithi ya kitabu hicho na taarifa mbalimbali zinazolihusu gereza hilo inadhihirisha kuwa hiyo ni sehemu ya kipekee ambayo sheria inaweza kukupeleka lakini sheria haiwezi kukuokoa na hiyo ndiyo stori ya gereza la Kamiti huko Kenya. Usisahau kusubscribe na tutaonana hivi karibuni.